Ni vilio na majonzi vikiwa vimetawala katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma lilipofanyika tukio la kuuaga mwili wa marehemu Flavian Musiba Chamuriho, mwanafunzi wa mwaka wa tatu chuo kikuu cha Dodoma UDOM mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, anayedaiwa kuuawa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na mwanafunzi mwenzake. Amefariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma General, huku chanzo cha tukio hilo kikiwa bado hakijajulikana. Ni vilio na majonzi vikiwa vimetawala lilipofanyika tukio la kuaga mwili wa marehemu Flavian Musiba na baadaye kusafirishwa kuelekea jijini Mwanza kwa ajili ya mazishi. Na hapa, baba mkubwa wa marehemu Bwana Leonard Chamuriho pamoja na kaka wa marehemu Juma Jeza wanaeleza yafuatayo. Mimi ni Leonard Chamuriho, baba mkubwa wa marehemu Flavianus Chamuriho ambaye anasoma Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka wa tatu shahada ya uchimbaji madini mining engineering. Kwa hiyo tumekuja hapa leo kwenye msiba wake kumwaga, akiwa anaelekea Mwanza nyumbani, kuagwa na mazishi msoma ya bakari kwa sababu alipata ajali kule chu, chuoni amefariki. Kwa hiyo sasa ndio tunamsindikiza okay. Ni ajali gani hiyo ambayo amepata ajali? Aliyopata ni kwamba walizozana kidogo na mwenzake wakasukumana, basi akapata jeraha ambalo lilisababisha umauti wake. Na sababu ambazo zilipelekea sasa mpaka kuanza kusukumizana na, na kupelekea umauti, walikuwa kigombea kitu gani? Hapana, mam, si mambo ya vijana, hatujachunguza hayo. Si tukio, tunaangalia mambo tu ya kuangalia usalama wake wa kumuuguza, lakini hayo mengine tutayafuatilia baada ya kukamilisha haya. Na huyo kijana mwenzake sasa hivi yuko hapa, sasa hivi yu yuko mikononi mwa jeshi la polisi kucha Dodoma, kwa hiyo yuko, yuko, yuko mikono salama ya, ya kisheria. Wito tunaotoa kwa vijana ni kwamba tu wawe wavumiliane na katika matendo yao waweke wa, wa, usalama kwanza, eh, kwanza kana, usalama kwanza maana inawezekana kufanya mambo ambayo sipozingatia usalama yakasababisha hatari baadaye. Mimi naitwa Hamisi Jeza, naitwa Hamisi Jeza. Nili, nilikuwa ofisini ni, ni, ni, uh, yes, ni mdogo wangu, ni mtoto wa shangazi yangu. Kwa hiyo nakumbuka hiyo siku nilikuwa niko ofisini nikapigiwa simu kutoka nyumbani na watu wa nyumbani Mwanza, ananiambia kwamba mdogo wangu ameumia, wa yuko hospitali. Mimi ndo ni mtu wa karibu, kwa hiyo nilitoka, nilitoka pale ofisini nikaacha kila kitu, kabidi niende kule kuungana naye hospitali. Of course, nimefika nikamkuta ameshapata huduma za kwanza, ambapo kumwangalia alikuwa na kidonda kichwani. Hapo ndipo mimi nilipoanza kujumuika nao, kuanzia hapo nilikaa nao pale mpaka saa kumi na moja baada baada ya hapo niliondoka nikarudi ofisini, kwa nilimwacha mpaka naondoka anajitambua najielewa tunaweza tukaongea vizuri na nikamwaga. Sasa niliporudi ofisini saa moja, saa moja, moja nimerudi kwenda kumwangalia nikakuta hali imebadilika. Imebadilika, hamtambui mtu yuko unconscious lakini pia ametapika mara kadhaa. Sasa kile kitu kikanistua ikabidi niwasiliane na nyumbani niwaambie kama kuna watu wazima wanaweza kunisapoti ili tumsaidie tu zaidi. Kwa hiyo baada ya pale, kila kilichopata hapo matukio yake ndio kama haya tulipa, tulipata referral. Maana hiyo mwanzo nazungumzia ni hospitali ya Udom, tukapata referral tukaja hapa general, general. Saa tano usiku tukafanikiwa kupata vipimo vya CT scan, saa sita sita tukapata wodi, kwa hiyo tukamweka kule wodi namba moja. Hmm, hali kazidi kubadilika ghafla mpaka kwenye saa nane tisa usiku akafariki. Hiyo ndio kwa ufupi. Uh, yeye mwenyewe alitoa maelezo kwa daktari kwamba alidondoka na hata mimi nilipofika pale daktari aliniambia amedondoka, yule aliyekuwa anamhudumia huduma ya kwanza, lakini aliniambia nimwache daktari aondoke ili aongee na mimi nikataka niondoke na daktari akanielezee, akani so, akani ni nini kinachoendelea vizuri, kitaalamu alichoki observe, lakini dogo akani marehemu akanikataza akaniambia, mwache kwanza daktari aondoke. So alivyoondoka akaniambia baza, to be honest, mimi nimesema vile ili huyu mwenzangu asifukuzwe chuo, lakini mimi sijadondoka mimi nimepigwa, na aliyenipiga ni fulani, kwa alimtaja na akanitajia shahidi kwamba wakati napigwa fulani alikuwepo, aliona, alinitajia aliyempiga na shahidi mwingine alikuwepo. Kwa maelezo yao anasema ilikuwa ni chuma cha kiti, mguu wa kiti kile cha chuma, alimpiga mkononi. Ni jeraha ambalo lilimfanya asiweze kujitetea kwa staili yoyote. Baada ya kupata maumivu ya mkono, pale ndipo alipoweza kumpiga na kichwani. Kwa hiyo jeraha la mkononi aliwezi likazungumziwa kwa sababu kwa ni maina, hamna aliedili nalo sana. Ila mkononi hapo, bega lilikuwa nauma. Kwa hiyo tuliokuwa hospitali pale tuli observe hiyo kitu. Yule kijana baada ya kufanya hilo tukio alikimbia, lakini nikiwa, nikiwa, nikiwa pale pale Jumanne hospitali ali alipatikana aliletwa pale na SUMA JKT wale gadi ambao wanalinda chuoni aliletwa pale na mimi nilimchukua nikampeleka mpaka kwa marehemu akiwa amelala pale kitandani, wakati huo bado hajafariki. Nikamuonyesha nika kwamba, haya ni matokeo ulichokifanya, ona mwenzako anauguza jelala ujinga wako. Alipiga magoti pale pale akamuomba msamaha. Kwa hiyo baada ya pale, mimi nilimpigia simu Warden na nikamuelezea situation nzima iliyotokea, nikamwambia hili, kwa sheria zenu nyinyi mawadeni mnaelewa, mimi naliacha kwa sababu Of course, mimi ni staff wa yudom lakini sikutaka kuingilia kui, kwa sababu ya maslahi, nisije nikaonekana kwamba ni kakaangu na nini kwao, nikaacha wanaohusika wafanye. Hapana, sikutaka kuongea naye, mimi sikuongea siku siku naye kabisa siku mw... Sababu aliniambia kwa sababu lakini haya mambo yako polisi, sijui sababu hizo na nini alizoniambia, tuziache tuache jeshi la polisi lifanye, naomba niache. Naitwa Profesa Macheyeki, katika kusanyiko hili nimewakilisha chuo, lakini e, pia namwakilisha mkuu e, wa ndaki kwa maana principal na najiwakilisha mimi mwenyewe kama mkuu wa idara ya jiolojia e, nachoweza kusema kwa ujumla ni kwamba jambo hili lilitokea e, jana kama mnavyofahamu, lakini liko chini ya mamlaka mbalimbali kwa sasa ambazo huenda nisiwe na uwezo wa kuzisemea, lakini kwa hakika ni jambo ambalo limetusikitisha, limetuumiza kijana mdogo eh, kuondoka. Niseme tu kwamba eh, uongozi wa chuo kikuu cha Dodoma, eh, unatoa ushirikiano mkubwa sana kwa hatua zozote ambazo eh, zinaweza kufata, lakini sote tunafahamu ya kwamba eh, chuo kikuu cha Dodoma eh, kiko kwenye majonzi makubwa kuondokewa sa, uh, na kijana wake Flavian. Sababu gani ambazo zilipelekea sasa kaka Flavian kupoteza maisha? Maana tumesikia kwamba alikuwa na majeraha kwenye kichwa chake. Japokuwa siwezi kujua undani wake, lakini Flavian ali taarifa tulizozipata kwa kwa ujuujuu ni kwamba alionekana kupata maumivu katika kichwa ambayo yalipelekea yeye kupelekwa hospitali na huko hospitali. E, taarifa bado hatujapata undani wa jambo hili, ndio maana nasema vyombo vinavyohusika vinaendelea na uchunguzi, na baada ya hapo tutapata majibu sahihi. Kwenye jamii na kwenye mijumuiko ya aina yote, lolote linaweza kutokea inachoweza tu kusema ni kwamba e, sisi kama chuo tumeumizwa, tumesikitika. Tunachoweza kujifunza labda ni kwamba matokeo, mat, matukio kama haya yanapotokea, e, tunatakiwa kutoa ushirikiano kwa wahusika kwa maana ya jamii, vyombo vya, vya serikali vinavyohusika, kuweza kujua chanzo hasa kwa undani ya kifo cha kijana wetu waendelee kuvumilia, waendelee kuvumilia na kuendelea kupambana na masomo, wasirudi nyuma, kwa sababu likishatokea jambo limeshatokea, huwezi kurudi nyuma na kuanza kusikitika yaliyopita. Ni vema kusonga mbele, kuendelea na shule. Chuo kikuu cha Dodoma ni sehemu nzuri ya kujifunza, inafundisha maadili mema, na kama mlivyosikia, kijana wetu alikuwa anashirikiana na wenzake katika mambo ya kiroho eh, kwa kwa namna ambavyo mchungaji amemsikia ni kwamba hata ile Jumapili alikuwa anapiga gitaa kanisani. Jitihada za kumtafuta Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi George Katabazi zinaendelea ili kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo. Washindi Media inakuletea mwendelezo wa tukio hili. Usisahau kusubscribe, share ili usipitwe na taarifa zijazo.